Nishukuru sana FCC kwa kazi kubwa inaendelea kuifanya na taasisi zote za TBS, WMA na taasisi zingine zote. Ndugu zangu, ajenda ya kumlinda mlaji ni jambo la msingi sana katika taifa. Na vile vile ni haki kama ilivyosema katika swala zima hili la kauli mbiu ya mwaka huu. Imani yetu kubwa kwa vile wiki hii sasa leo hii inahitimishwa iliendana na mafunzo katika maeneo mbalimbali na hasa kutoa elimu kwa umma kufahamu haki zao na kuweza kuzifuatilia. Jambo hili ni jambo la msingi tuendelee kufanya kazi na kuwapambana kwa hali zote. Ninafahamu mabadiliko yetu ya sheria yale yanaifanya kwamba wengine nao waige vizuri kuangalia wale wanaosimamia haki. Za hasa haki za mlaji, waangalie miongozo yao na sheria yao jinsi gani kufanya mwisho wa siku wote wa Tanzania kwa ujumla haki zao zitaenda kulinda. FCC kwa kushirikiana na TBS na WMA. Taasisi hizi kuje kwa chini. Endeleeni ushirikiano. Kuona jinsi gani kwa pamoja mtafanya kazi za kuhakikisha tunawalinda waraji. Nahili fanyieni kazi kubwa na kushirikiana na vyombo vingine. Leo hii tuna changamoto, wakati mwingine tumepata malalamiko ya magoroni ya mafuta yanapita katika bandari bubu zinazopita hapa, ambayo hatujui ubora wa mafuta hayo ya kula, hatujui ubora wa vitenge hivyo vinavyokuja, vina, vina madhara kwa sababu havipite katika mifumo rasmi. Hakikisheni FCC na wenzenu TBS na mkishirikiana na vyombo vingine vya usalama vyenye haki ya kuangalia TRA na wengine, angalieni shirikieni Tutawali, isikia tutawalinda watanzania wapate haki ya mlaji kupata bidhaa inayostahiki vizuri. Imani yangu jambo hilo litaenda vizuri, lakini nimewashukuru sana FCC kwa kupata cheti cha ithibati. Na mimi katika maisha yangu Nasema kwamba nilipoingia wizara viwanda na biashara. Nilipowasimamia watu wangu ndio tu kipindi tumepata cheti cha ithibati. Haijawahi kutokea hata siku moja. Piga makofi tafadhali. <laughs> Na mimi ninapeleka salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kipindi chake cha serikali ya awamu ya sita ndio Tanzania imepata cheti cha ithibati katika FCC. <laughs> Maana yake ni nini? Mitaji yoyote duniani <laughs> inavutiwa na konfidensi ya wawekezaji na hasa kuwa na vyombo vya usimamizi nchi yetu. TBS imeshinda Afrika katika usimamizi wa upande wa viwango. Leo FCC wanapata cheti cha ithibati. Maana yake ni nini? Mwekezaji yoyote anapokuja nchini, angalia mifumo ya usimamizi. Je, kuna mifumo imara, ninaweza kuweka mitaji yangu Nitakuwa na uhakika kulindwa. Hii maana ndiyo maana yake. Kwa hiyo ongeleni sana, sana. Tume ya ushindani imethibitishwa kimataifa katika utoaji wa huduma bora kwa wateja kwa kuzingatia viwango vinavyokubalika kimataifa. FCC tumepata cheti cha ithibati ya ubora, yani ISO 9001 215 kuanzia Disemba 2028 na hii kitu sio cha kudumu, itakuwa eh, ni lazima tumejiweka sisi wenyewe Eh, tutakuwa tunapitiwa kila mwaka kuangalia je, tunastahili ku maintain tubaki hapo ama vipi. Ah, katika chumba hiki nilieleza niliwaeleza wafanyakazi wa FCC nitapata aibu kubwa nikiwa mwenyekiti. Tunapata ISO halafu tunanyang'anywa baada ya muda mfupi. Ni dhahiri kwamba FCC iko na cheti cha ithibati inamaanisha tumekidhi viwango vya kutoa huduma bora vinavyotabirika. Lazima hivi vinavyotabirika. Eh, unaji commit utatoa utatoa majibu katika muda gani? Hii habari njoo kesho njoo kesho, ambayo haiji, hapana. Vile vile inamaanisha uimarishaji wa ujibikaji wa wafanyakazi wake katika kutoa huduma, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni tunazozisimamia. Mheshimiwa Rais anafanya juhudi kubwa kuvutia wawekezaji waje katika nchi yetu, na miongoni mwa njia ya wawekezaji wanayokuja ni kupitia Eh, mergers and acquisitions ya kampuni zilizopo hapa nchini. Kwa hiyo, pamoja na kwamba mwekezaji atakuja akitambua kwamba hapa nchini kuna mazingira mazuri ya uwekezaji kwa maana ya kwamba kuna masoko, kuna utulivu wa kisiasa na kiuchumi, kuna miundombinu inayohitajika, kuna affordable labor force, lakini mojawapo lingine ni kwamba anajua kuna taasisi zinazotabirika na zinazoeleweka zinazosimamia masuala mazima ya ushindani kwa kutumia eh, kanuni zi ambazo zinatambulika kimataifa kama ISO. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii itaongeza confidence kwa potential inventor, investors na itawawezesha waje katika nchi yetu, lakini inawasababisha pia kwamba wananchi wapate kuridhika na huduma tunazozitoa.